Kama sisi wanawake ambao tuna mfano, unabahatika unakaa na bibi, kwa hiyo unaona eh kwa hiyo bibi akiamka asubuhi, uh, chai ya babu anaitenga mwenyewe, anaiweka kwenye sinia, anaweka uh, kikombe cha babu maalum, anaweka kibakuli cha maji ya kunawa, anafunika, anakawa vizuri. Kama ni mtu wa kudadisi kama mimi, unahoji eh, bibi, mbona kila siku babu unamwekea hivyo? Ah, hivi ndio mume anavyotakiwa aenziwe. Hivi ndo mume unafundishwa. Sasa kama mtu wa kuchukua, unachukua ile baadaye unaenda unaimodify jinsi we unavotaka. Unaona bibi, ikifika jioni, kaingia chumbani kwake, kafunga mapazia, kafukiza udi, e, mwenyewe kashakoga. namb bibi, sahivi ushakoga? Ndo hivi anavotakiwa mwanamke awe, mume akirudi akukute huko smart, mwenyewe unanukia, kwao unasoma pale ikitokezea babu kaja, pengine kahamaki yeye, anaingia ndani anaenda anamsikiliza, labda anaumwa, labda na tatizo, labda uko anakotoka hajapata pesa. Lakini sisi sasa hivi eh, hey, mume kaja, kakasiri, kanuna na hata yajua mwenye, wewe ndio unawajaza mara mbili yake, hujengi sasa. Ukiwa unapata vitu kama hivi vinakusaidia we mwenyewe kujifunza kwenye maisha ambayo unakwenda kuishi, na ndio maana tunaambiwa elimu ya ndoa haiishi. Kila siku unatakiwa ujifunze, kwa sababu kila siku maisha yanakufundisha.